Karibu kwenye chaneli chaneli ya Frati Lupembe uh, yeah. Kama hujasubscribe basi usubscribe ili uendelee kupata maarifa ambayo huwa wanayatoa hapa kila siku uh, watu wengi wamekuwa wakinifuata na kuniuliza kuhusiana na biashara ambazo wanaweza wakazifanya na ambazo zinatumia mtaji kidogo kabisa. Sasa wengi wamekuwa wakinifuata na nimekuwa nikiwapa majibu lakini ona wingi wa watu hao, nimeona kuna umuhimu wa mimi kutengeneza uh, hii content ili kila mtu ambaye ana maswali kama wanauliza hao wengine, kwa sana biashara ambayo wanaweza kaifanya inayotumia mtaji mdogo, basi inaweza ikawasaidia, au inaweza ikakusaidia hata wewe ambaye unaniangalia. Kwa hiyo eh, tufuatane hapa ili ujue ni biashara gani ambayo unaweza kutumia mtaji mdogo kabisa, halafu ikakupeleka mbele kama utaifanya kwa umakini mkubwa. Na mara zote mimi wanaambia watu kwamba hakuna namna utaweza kutengeneza fedha uh, kama haufanyi biashara, kwa sababu kitu chochote kinachofanyika hapa duniani kinacholeta fedha kwa kiasi kikubwa ni biashara. Na matajiri wengi duniani ambao wana utajiri mkubwa, wengi wanauza, wengi wanafanya biashara, wengi ni wafanya biashara, kwao wanauza na hivi sasa kumekuwa na wimbi kubwa la tatizo kubwa la ajira. Kwa hiyo huku ni kwambapo tunaweza tukaegemea na tukajikita tuka eh, tuka, tuka huku na tukajiajiri kupitia hizi biashara ambazo zinaonekana kuwa ndogo, lakini zina mzunguko mkubwa wa kifedha. Kumbuka uh, swala sio kwamba unafanya biashara gani, swala ni kwamba unafanya biashara yenye mzunguko mkubwa wa kifedha kwa namna gani. Kuna watu wanafanya biashara inaonekana kuwa ni ndogo, lakini kupitia mzunguko wake, kwa sababu ni mkubwa wa kifedha, basi wanatengeneza faida kubwa, na inawezekana wewe ukaona ni kama wanacheza au ni kama sio biashara yenye faida kubwa, lakini ni biashara zenye faida kubwa kwa sababu ya mzunguko wake. Kwa hiyo biashara ni mzunguko, sio ukubwa kile kitu ambacho unakuwa nacho. Kwa hiyo nimekuletea hizi ideas uh, ideas nyingi kidogo za biashara unaweza ukazichukua na ukazifanya, ambazo ukiwa na mtaji walau hata uh, ukiwa na mtaji wa laki moja mpaka milioni kadhaa basi inawezekana ikawa na kufaa, na mawazo mnachukua kwa wataalamu wengi, na mojawapo ni mtaalamu wa masuala ya kibiashara uh, Kevin Kibenje, bila shaka unamfahamu so vizuri, kwa nimeyachukua mengi, nimeachukua na wengine wengine ambao uh, wewe unaamini na mimi nawaamini, na pia ili yaweze kukusaidia kwa hiyo nifuatisha hapa, halafu utaweza kujua ni sehemu gani uende. Sehemu ya kwanza tunasema, <laughs> biashara ya kwanza ambayo unaweza ukaifanya kwa mtaji mdogo kabisa, tunasema ni biashara ya vifaa vya simu au phone accessories, na hii ni biashara kubwa sana ambayo inaenda viral sana, na watu wanapata faida kubwa kwa siku za hivi karibuni, kwa sababu Uh, watu wengi wanatumia simu uh, na watu wengi wanazaliwa kila siku, lakini kuna watu ambao wana uhitaji wa simu kila siku. Kwa hiyo tupo kwenye dunia ambayo ina ili usustain nitakuwa uwasiliane. Sasa unawasiliana vipi? Ni kwenye simu. Kwa hiyo kama wewe utakuwa na mtaji mtaji walau wa, wa kiasi hicho, inawezekana ukaingia kwenye hivi vifaa vya ya, ya, ya, ya, ya simu na ukatengeneza pesa pe, pe, ndefu kabisa. Tunazungumzia hapa cover, protector, charger, earphones, USB, battery za simu, uh, tunasema betri za simu ndogo na na simu kubwa pia lakini unasema mzunguko wake ni mkubwa sana, kwa sababu kila siku watu wanatafuta, pengine simu mtu ameangusha anakuja kununua protector eh, mtu anahitaji anahitaji cover ya simu, lakini mtu mwingine battery yake limevimba anataka kuja kubadilisha au kununua nyingine, eh, watu wananunua earphones. Kwa hiyo unaweza uka, ukatengeneza fedha kupitia vitu vya namna hii na as I speak, hivi ni vitu ambavyo vinanunulika kila siku. Kwa hiyo unaweza ukaanzisha duka lako na hatimaye Uh, uka, uka, ukafanya vitu vya namna hii sio lazima huwe yeah, na duka kubwa. Unaweza ukaanzisha ukaanza kuuza kupitia online, unaweza ukaanza kwa kupitisha uh, hata mitaani it's okay, lakini hii ni biashara ambayo unaweza ukaifanya kupitia huo mtaji mdogo ambao nimeusema. Lakini eh, biashara pili tunasema ni salon wazo eh, pili like, la kibiashara unasema ni biashara ya salon, au biashara ya saluni, inawezekana ikawa ni ya kiume au ya kike eh, watu wengi kila siku wananyoa wana, wana, wana kila siku wanasuka kila siku wanaenda kufanya shaving ya the dreads you see kwao, unaweza the bits. Kwa hiyo unaweza ukafanya hii biashara na ukaingiza pesa eh, nzuri tu, na tunasema unaweza ukaanza na mashine za kunyolea na viti. Kila mteja anaweza akakulipa kuanzia shilingi 500, wengine wanatoza kwa watoto wake like, au wengine wanatoza shilingi elfu moja mpaka shilingi 5000 watu wanalipisha. Lakini baadhi mpaka elfu kumi na tano watu wanalipisha ni kutegemeana na location na maeneo na, na, na, watu ambao wanakujia kwenye saloni yako. Kwa hiyo unaweza kuanzisha. Sio lazima uwe na mapitu mengi. Unaweza kuanzisha na mashine yako, ukatengeneza kiti chako kikawepo lakini vile vile na saloni zako na ukaanza kutengeneza pesa. Kwa hiyo hiyo ni idea ya pili. Lakini idea ya tatu tunasema ni biashara ya genge. Watu wengi inaonekana ni biashara kama ambayo inadharaulika sana, hao wanafanya watu ambao eh, awena malengo makubwa. Lakini nataka nikwambie kuna watu wamefanya vitu vikubwa kutokana na biashara ya genge. Kwa sababu gani? Kila siku watu wanapaswa kula, yaani ni biashara ambayo inalazimisha watu wafike kwenye genge wako. Wewe haulazimishi watu wafike, ila watu wenyewe watakuja kwa sababu watakuwa wanahitaji kula, wanahitaji kula. Kwa hiyo ni utauza tu utauza tu, na good thing ni kwamba unakuwa umewarahisishia. Badala ya watu kwenda masokoni, kwenda kwenye masoko makubwa, basi wewe umewawekea sehemu uh, ambayo wanaweza wakafika kiurahisi, kwa maana kwamba unaweka mtaani kwako. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ambayo unaweza ukafanya uka, uka, uka, uka biashara. Tunazungumzia hapa, unaweza kuuza mboga majani, matunda, nyanya, vitunguu na vingine vyote aa, uh, ya chakula. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ambayo unaweza kutengeneza fedha nzuri, kwa sababu kila siku watu wanakuwa wanahitaji kula na kila siku watu wanatakiwa Uh, wanatakiwa kununua. Lakini biashara nyingine ambao unaweza kufanya, tunazungumza biashara ya matunda eh. Sasa watu wengi wamejiingiza eh, huku pia na wanatengeneza fedha nzuri. Sasa na wewe unaweza ukaangalia kwenye eneo lako kama kuna watu hawafanyi biashara, basi na wewe ukaanza kuifanya. Au hata kama wapo, basi wewe ukatengeneza ubunifu ambao tatua, utakutofautisha wewe na wale watu wengine ambao wanakuwa wanauza. Inasikana ukaenda sokoni ukachukua matunda, ukayaweka vizuri na ukawa wanaenda kuyazungusha mtaani kwa maana ya kwenda kuyauza na baadaye ukashangaa unapata faida nzuri kabisa. Unachukua ile sehemu ya 100 ukiuza kwa shilingi 300 mia mbili, inawezekana ikakuletea faida nzuri, na kwa sababu watu wengi wanapenda matunda eh, kama sehemu ya kujenga miili yao kwao, unaweza kutengeneza fedha hii. Ni ile nyingine, unaweza ukafungua toro lako, ambao unaweza kwa unazungusha, it's okay you will make money over there. Lakini idea nyingine tunazungumza biashara biashara, uh, ya urembo biashara ya urembo, tunazungumzia biashara ya urembo hapa, tunazungumzia ha, vitu kama cheni, hereni, bracelet, pete, shanga, mikuku, shanga, bangili, eh, saa za urembo, it's okay. Hizi zote ni biashara ambazo zinatoka pia, watu wengi sasa hizi wanatafuta kuwa na urembo, wanatafuta urembo, hasa watoto wa kike au hasa wanawake na watu ambao wanapenda muda wote kupendeza. Sasa wanapendeza kwa vitu gani? Ni kupendeza kupitia vifaa vya kiurembo. Kwa hiyo ukiingia uki, uki, uki, uki huku, inawezekana ukapata wateja wengi, na wateja wako wengi inawezekana wakawa ni wateja wa kike, huu ukatengeneza fedha nzuri kabisa. Hiyo ni aidia nyingine, lakini aidia nyingine ni nguo za ndani za kike Kimsingi ni kwamba ununuaji wa bidhaa au tunasema ununuaji wa nguo za ndani za ndani ni mkubwa kwa kwenye nguo za kike kuliko nguo za kiume. Kwa sababu gani? Watoto wa kike kila almost kila mwezi wananunua nguo ya eh, nguo ya ndani. Kwa kama wananunua nguo ya ndani mwanake, ni eneo ambao wewe unaweza ukaingia uka huko na ukafanya biashara vizuri kabisa kwa kuuza nguo za namna hiyo. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke upo, upo, uko chuoni au upo mahali popote, unaweza kuwasaidia wenzio uko kutengeneza au uko kuwauzia vitu kama hivi au nguo za ndani za namna hii na ukatengeneza pesa zako vizuri. Ni ile ambayo haihitaji pesa nyingi sana, pesa nyingi sana e, inahitaji tu pesa kidogo na ukaweza kuifanya. Lakini e, biashara nyingine nazungumzia biashara ya chakula. Kila siku tu, watu tunahitaji kula, hakuna siku itapita mtu hajala. Kwa hiyo ili uweze kusurvive ufanye kazi na kwa ule kwa hiyo ni biashara ambayo ni uhakika kuweza kufanya kuweza kuuza eh, hahitaji mapesa mengi sana, unaweza kuanza kidogo, na baadaye kadri unapoendelea basi ukaanza kukuza mtaji wako eh, na ukatengeneza faida, kwa sababu ah, na hapo unaweza kuangalia maeneo ambayo yanakuwa na mikusanyiko ya watu au kuna shughuli fulani za kijamii, kuna ofisi fulani ukatengeneza uh, ukatengeneza kimgawa chako hapo, au ukatengeneza mgawa wako hapo, au ukawa unafanya delivery kwenye maofisi, delivery kwenye maeneo ya kazi, utatengeneza faida nzuri na ni biashara nzuri kuweza kuifanya, lakini nyingine unasema Uh, biashara ya nguo eh, biashara ya nguo eh, au biashara ya nguo eh, na viatu vya mtumba. Kuna watu wengine wanatengeneza faida kubwa kwenye eh, masuala ya viatu vya mtumba, lakini vile vile nguo za mtumba wanatengeneza faida kubwa, hasa huko vijijini. Watu wanaenda wanauza, kwa sababu kule watu hawahitaji sana zile nguo ambazo ni first hand. Kwa hiyo kama wanahitaji zile, zile ambazo ni first hand, wanahitaji zile ambazo ni mtumba. Ukienda okay? ukipeleka kule watu wananunua sana, lakini na hata huko mjini watu wananunua sana, kwa sababu wanahitaji vitu ambavyo ni cheap eh, vitu ambavyo ni cheap. Kwayo, kwa hiyo kwa vyovyote vile utauza tu, utauza tu. Kwa hiyo angalia kama mtaji wako unatosha, unaweza ukaangalia balo au uka connect na watu ambao wanauza vitu vya namna hii na ukaingia kuuza vitu na ukajifunza kwa watu ambao tayari wana uzoefu wa kuuza na ukapata masoko ambayo unaweza ukawa unachukua hizi uh, nguo na hivi viatu na hatimaye ukawa unaviuza e, mtaani kwako au kwenye sehemu ambayo unaishi. Lakini kuna biashara nyingine ambayo ni kama ina ni biashara ya chipsi, biashara ya chipsi. Of course, ni, aina, uh, chipsi, ni aina ya chakula ambacho ni wanaita ni fast food sometimes, kwa sababu ni chakula ambacho wakati ambapo umimisi vyakula vingine basi inawezekana kukala iki chakula, na sana sana chipsi zinapendwa na wanawake. Maeneo ya mvioni au maeneo yenye mkusanyiko mikubwa wenye wanawake wengi, unaweza ukaanzisha biashara yako ya namna hii na watu wakaingia kununua E, biashara yako au wakanunua chips kwa sababu zinalika sana, watu wanazipenda sana. Wengine wanakula kama kujifurahisha au kama ni sehemu ya starehe. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ambayo unaweza ukatengeneza fedha zako na ukajikuta uka umeinuka vizuri tu, lakini kingine unasema biashara ya sendos. Kuna biashara Eh, kuna biashara ya nafaka. Kuna watu wengi wanatengeneza fedha nyingi kama ilivyo nivyosema, kama kuna watu wanaweza wakaanzisha basi biashara ya chakula, wewe unaweza kuanzisha biashara yako ya maduka ya nafaka. Huko unaweza kuuza mchele, unaweza kuuza maharage, unaweza kuuza unga, mahindi, vitu vya namna hiyo kwa sababu watu wote wanategemea kuja kununua huko, watu wengi hawalimi. Kwa kama walimi maanake watakuja kununua vitu vya namna hii. Kwa hiyo ukianzisha ni sehemu nzuri ambayo E, unaweza ukapata fedha na inawezekana ukawa unachukua sehemu ambayo ni wanauza bei rahisi, na wewe kuileta sehemu ambayo utakuwa unauza kwa ongezeko na ukatengeneza faida nzuri huko. Lakini uh, biashara nyingine, kuna vijana wamejiingiza vile vile kwenye biashara ya movies eh, yeah, library. Watu wanaanzisha library, kuna watu kila siku wanaangalia movie sana. Yani hivi sasa mimi wanasema kila kitu ni fursa kwa Sometimes watu kama wanatazama sana movie au wanapoteza muda wao kwa kuangalia movie, na wewe unaweza ukachukua kama ni fursa eh, sisemi wapotezee muda, lakini kwa sababu wao wameamua kujiingiza huko, unaweza ukatengeneza library ambapo watu wanaweza kawa wanakuja kuingiza movie zao au kuingizia movie zao au ku, ku eh yeah, kuwafanya watazame movies na ukatengeneza fedha zako kupitia huko. Kwa hiyo unaweza ukaanza tu na kompyuta moja, ukaanza tu na baadaye watu wakaanza uh, kuaminika kwenye hiyo sehemu yako. Lakini biashara nyingine ni biashara ya pochi na mikoba. Wanawake wengi saa hizi wanapenda sana kutembea na pochi lakini vile vile mikoba. Kwa hiyo ni biashara nzuri ambayo unaweza kufanya pia na ikakupa faida kubwa kwa sababu watu wengi wanape-hawapendi kutembea au wanawake wengi hawapendi kutembea, uh, hawana mifuko ya kuweka vitu vyao. Kwa hiyo sehemu pekee wanaweza kuweka vitu vyao wakiwa matembezini kama perfume na vitu vingine wanaweka kwenye pochi na mikoba. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ambayo unaweza ukajipatia fedha nyingi kwa kupitia e, e, fedha ndogo. Lakini lakini sehemu nyingine tunasema, aidi nyingine unaweza ukaanzisha duka la dawa muhimu. Saa hizi magonjwa yamekuwa ni mengi sana, na kama magonjwa yamekuwa ni mengi sana, watu wanaumwa sana, wanaumwa mafua, wanaumwa vichwa, wanaumwa vitu vingine, wanajisikia tu maumivu hivi. Unaweza ukaanzisha duka la dawa muhimu, na ukawa unawahudumia watu, na ukaweza kuwahudumia kupitia dawa zako, kwa sababu kila siku watu wanaumwa kwa hiyo unaweza uka, ukawatengenezea uka urahisi wa kupata huduma hizo. Lakini kitu kingine ni biashara za tunasema eh, biashara za vipodozi, vipodozi, perfume. Eh, yeah, lakini vile vile kuna wale watu wanafanya urembo na makeup hii ni biashara ambayo unaweza kaifanya pia. Unaweza kaingiza fedha kupitia makeup kutokuwa kwa kwa kufanyia watu makeup, unaweza ukaingiza fedha kwa kwa kwa kuwapa kwa kuwafanyia kwa kuwauzia watu vipodozi, eh kwa kuwauzia watu kwa kwa kwa kwa kuwauzia hizo yeah, eh, perfumes. Kwa sababu kila mtu saizi anataka ku, ku look smart. Sasa if everybody wants to look smart, maana ni fursa ambayo unaweza ukajiingiza na hatimaye ukajipatia fedha huko. Watu wengi wanahitaji perfume eh, maeneo ya joto kama Dar es Salaam, Morogoro, watu wanahitaji perfume kwa kiasi kikubwa. Lakini hata maeneo ya baridi kuna watu wanapenda wanajipenda. Kwa hiyo unaweza kuwauzia perfume, unaweza kuwauzia vipodozi kwa sababu watu wanapenda kuonekana vizuri. Kwa hiyo ili wajisikie vizuri, wewe wapelekee perfume na haihitaji haihitaji mtaji mkubwa sana. Unaweza ukaanza na kidogo na baadaye wengine ukawa wanafanya deliver na ukajikuta tayari umeshaingia kwenye biashara hiyo moja kwa moja na baadaye ukaanzisha duka lako vizuri kabisa. Nimekuletea tu baadhi ya mawazo ambayo unaweza ukayafanya, lakini vile vile kuna mawazo kama biashara be, be, ya vifaa vya pikipiki unaweza ukafanya pia na vifaa vingine vingine. Sasa hizi kuna bajaji nyingi, unaweza ukaingia huko, haitahitaji fedha nyingi sana kwamba ma millions, hapana. Utahitaji tu fedha kidogo alafu uanzishe biashara ya namna hiyo. Kikubwa ni kwamba unahitaji kuwa na focus kikubwa ni kwamba unahitaji kuwa na focus, lakini unahitaji kuwa na uvumilivu wa hali ya juu, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinamea kwa kiasi kikubwa kwa siku moja, vinamea kidogo kidogo. Kwa hiyo, haya ni mawazo ambayo unaweza kuyatumia kutengeneza fedha kwa kiasi kikubwa, na mimi nikutakia kila heri katika kufanya haya yote, katika kutengeneza fedha huku. Kama uja subscribe channel yetu, hakikisha ume subscribe, ili ninapokuja kutoa video nyingine ambayo inahusisha idea za kibiashara au mawazo ya kibiashara mengine, basi na wewe updated. Haya nimekuletea ili kujibu maswali ya wengi ambao walikuwa wakiniuliza kuhusiana na biashara gani wanaweza kuifanya kupitia mtaji kidogo kabisa na wakatengeneza faida. Kumbuka, faida kubwa inatengenezwa kwenye mzunguko, kwenye mzunguko wa kile unachokiuza. Haitengenezwi kutokana na mavitu mengi uliojaza. Kwa hiyo unaweza kuwa na vitu kumi lakini mzunguko wake ni mkubwa, unauza kila siku na kesho unakuwa nao vile vile. Unajikuta unatengeneza fedha nyingi kuliko mtu ambaye anakuwa amejaza tu mavitu na wewe unaona ni kama anatengeneza faida kubwa. Kwa hiyo hizi idea zichukue na uzifanyie kazi. Niambie wewe umeipenda idea ipi kati ya hizi zote ambazo nimesema hapa kwenye video. Mungu akubariki sana. Endelea kuwa pamoja nasi.